Ni tarehe 18 ya mwezi wa 11 mwaka 2025. Karibu sana kwenye Tatukavu, tuangalie vichwa vya magazeti ambavyo vimepewa uzito kwa siku hii ya leo. Mimi ni Yohana Mashauri, nipo na mwenzangu Erastus Andrew. Erastus, habari ya leo? Salama kabisa, kwema. Ese kwema, Mungu mwema. Vipi? Safi kabisa. Na magazeti ambayo tunayo siku hii ya leo, tuna gazeti la Mwananchi, tuna gazeti la Mwanasporti, lakini pia tuna magazeti ya Match wa Machinga pamoja na gazeti la Majira. Sawa. So, bila kusahau pia tupo na washirika wetu Kaizali Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Sasa kama unahitaji vifaa bora na imara kwa ajili ya kukamisha ujenzi wako unaweza ukafika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia unaweza ukawatafuta kwa namba za simu 0769771165 au 0762771159. Kavu ya kwanza katika gazeti la Mwananchi inasema kwamba ni mshtuko Samia ateua baraza jipya akawaweka kando vigogo saba, sura mpya za chomoza, aunda wizara ya vijana, wadau wachambua uteuzi. Lakini pia katika habari nyingine, waliotemwa wafunguka, wamtaja rais. Habari hiyo utaipata katika ukurasa wa pili watatu wa nne na watano wa gazeti hili. Chakwela ateuliwa kuongoza maridhiano nchini. Habari hiyo pia utaipata katika ukurasa huo huo. ACT wafungua kesi wakipinga matokeo hayo, yote utayapata katika gazeti la Mwananchi. Kavu ya pili kutoka gazeti la Majira nasema Samia arekebisha wizara mbili aunda ya vijana. Habari hii inapatikana ukurasa wa nne wa gazeti hili. Lakini Tanzania yaja na mwelekeo mpya kupitia NDC 30. Lakini habari nyingine nasema Kigogo Tarura afunguka, mkutano COP 30 Brazil. Lakini Samia ateua baraza la mawaziri la kimkakati zimo sura mpya Bashungwa, Mhagama, Jafo, Biteko, taxi Doto pamoja na Ndumbaro auti huku viarejea Makonda ndani kuapishwa leo. Habari hii pia inapatikana ukurasa wa nne wa gazeti hili lakini Marekani Sudani ni mgogoro mkubwa wa kiutu duniani. Habari hii pia unaipata ukurasa wa 19 wa gazeti la Majira. Katika gazeti la Wamachinga inasema kwamba ACT Wazalendo yafungua kesi kupinga matokeo majimbo 25 Zanzibar habari hiyo katika ukurasa wa nne. Lakini pia ni baraza la kazi eh, Rais Samia ateua mawaziri manaibu wizara eh, ishirini na saba aweka kando mawaziri saba wa zamani. Kitila Lidhiwani Kairuki na nauka Makonda waingia baraza jipya la mawaziri, walioachwa wapo Biteko, Bashe, Jenista. Habari yote hiyo utaipata katika ukurasa wa tatu. Tanzania yaibuka kidedea maonyesho ya wajasiriamali Afrika Mashariki habari hiyo pia utaipata katika ukurasa wa nne wa gazeti hili la Wamachinga, e, sauti ya wanyonge. Bado tupo na washirika wetu Kaizari Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi kwa zaidi ya miaka 30. Kaizari wamekuwa suluhisho kwa wajenzi kwa kuwapatia huduma bora sana, na ushirika wao na wazalishaji wa, wa vifaa hivyo ni nguzo muhimu katika kukuhudumia wewe. Sasa huna haja tena ya kupata shida kwa mahitaji yote ya vifaa vya ujenzi, fika katika ofisi zao zilizopo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia watafute kwa namba za simu sifuri saba 62771159 au 0769771165. Katika gazeti la Mwanaspoti upande wa michezo, eh, Pedro Pantev, ngoma nzito Simba Yanga zapewa marefa wa kadi nyingi hatari sana. Lakini pia WCL leo Jumanne FAR Rabat vs TP Mazembe eh, saa 10 jioni lakini pia siku 63 eh, dabi 2 hayo yote utayapata zaidi katika gazeti hili la mwanaspoti eh, upande wa michezo kuiona simba petro atletico buku tano tu eh, mashabiki wa goma kuingia bure kwa mkapa wapinzani kutua kesho nchini lakini tff yafungulia uwanja wa sokoine mbeya azamu fc kuiandalia dozi asc maniema Habari hii inapatikana katika gazeti la Majira, upande wa michezo. Katika gazeti la Wamachinga, upande wa michezo: Yanga kumrudusha eh, kocha wagusa achia twende kwao. Lakini pia Profesa Kabudi arudishwa wizara ya, ya michezo, akisaidiwa na mwana FA pamoja na Makonda. Maniema, Azam FC watambiana shirikisho. Singida Black Stars kuwafuata wa arabu kesho. Simba tukajaze uwanja tuwanyoe wa Angola Novemba 23. Hayo yote utayapata katika gazeti la Wamachinga eh, gazeti hili sauti ya mnyonge. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha tatu kavu kwa siku hii ya leo. Shukrani sana kwa kutufuatilia toka mwanzo mpaka mwisho, eh, lakini pia usikose kutembelea katika kurasa zetu za mtandao wa kijamii. Ukiingia Instagram tunapatikana kwa jina la Open Online Media, hali kadhalika TikTok pamoja na Facebook na kisha unatufollow. Lakini pia ukienda YouTube tunapatikana kwa YouTube channel ya Open Media House, pia unaweza ukasubscribe. Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha tatu kavu kwa siku hii ya leo. Shukrani sana kwa kutufuatilia toka mwanzo mpaka mwisho, bila kusahau pia tulikuwa na washirika wetu Kaizali Building Material, ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Kama unahitaji vifaa bora na imara na kwa bei nafuu fika katika ofisi zao ambazo zipo uwanja wa Jamhuri Dodoma, lakini pia unaweza ukatafuta kwa namba za simu 0769771165, au 0762771159. Mimi ni Yohana Mashauri, mwenzangu ni Erastus Andrew, na hii ni Open Online Media.